Mohamed Siad Barre alikuwa rais wa Somalia kuanzia mwaka 1969 hadi mwaka 1991 baada ya kuipindua serikali ya kiraia kupitia mapinduzi ya kijeshi. Aliongoza chini ya chama cha Somali Revolution Socialist Party akijaribu kuunda taifa lenye umoja kupitia itikadi ya ujamaa wa Kisomali. Katika miaka ya mwanzo wa utawala wake, Siad Barre alianzisha kampeni za elimu, afya na maendeleo Huku akiendeleza pia juhudi za kueneza lugha ya Kisomali kwa maandishi rasmi. Hata hivyo, utawala wake uligeuka wa kiimla, ukikabiliwa na ukandamizaji wa kisiasa na migawanyiko ya kikabila. Baada ya vita vya Ogaden dhidi ya Ethiopia mwaka 1977 hadi 78, nchi ilizama katika mizozo na upinzani wa ndani. Na mwezi Januari mwaka 1991 utawala wa Siad Barre uliangushwa na Somalia ikaingia kwenye kipindi kirefu cha vita vya wenyewe kwa wenyewe. Siad Barre alifariki Januari tarehe 22 mwaka 1995, akiwa uhamishoni nchini Nigeria. Leo anakumbukwa kwa mchango wake katika kujenga taasisi za awali za Somalia, lakini pia kwa urithi wa utawala wa mabavu uliosababisha kugawanyika kwa taifa la Somalia.